Bana mnyama Simba amemaliza mchezo wake wa kwanza nusu fainali ya kwanza Afrika, ya kombe la shirikisho barani Afrika dhidi ya kosti ya Stellenbosch ya Afrika Kusini na Simba anapata ushindi wa goli moja kwa sifuri, hivyo anasubiri mchezo wa marejiano ambao utapigwa tarehe 27 ya mwezi huu wa nne kule nchini Afrika Kusini. Sasa niko na mashabiki pia hapa, Wasimba wamezungumza, washabiki pia wa Yanga na yupo ametazama game vizuri dakika zote tisini umezishuhudia eh, jinsi ambavyo kikosi cha uh, uh, yeah, uh, Simba kimecheza. Kama shabiki wa Yanga, umetazamaje game na nini unaweza kusema katika mchezo wa leo wa wapinzani ambao wamecheza? uh, ya yeah, game ilikuwa nzuri, game ilikuwa nzuri. Wapinzani wawajaribu mm. kucheza kwa, kwa kwa tactics zao kwamba angalau wasifunge vya nini mm, lakini baadaye walipo walipo concede goal wakaamua kufunguka. Simba wamejitahidi, lakini nafikiri uwezo wao ndio umeishia pale lakini nilivyoangalia nguo na wachezaji ambao wana viwango vya juu walikuwa wanaondoka na, na, na goli tatu kwenye hii game, sema tu uwezo mchezaji mmoja mmoja ndio meishia pale. Sasa kwa hiyo basi basi tusubiri mechi ijayo, kwa sababu game haijaisha mpaka ishe, na wamejitahidi ka ninyi, kama Yanga mlifika hatua fainali, mnazo medali pia za mshindi wa pili wa kombe la shirikisho. Unawaona hawa Simba wakienda fainali ya? Inawezekana, inawezekana, kwa sababu huu ni mpira wa miguu huu mpira mguu mtu yote anaweza kwenda fainali, nategemea wapinzani kule wamejipangaje, lakini wakifika fainali kutoboa, sizani, kwa sababu najua mimi nawapa Berkane.

Haupendi kuwapa heri wa hao ni wa Tanzania? Mimi nawatakia laana tu. Wenye yeah. E, mambo ya mpira nawatakia laana tu. Hautamani yeah. Hey. Oh, kuona wakija hey, na medali kama ambazo nyinyi mnazo? Hatutalala. Hatutalala. Hatutalala. Unataka tusilale? Ah, yeah. Yeah. Ah, kwamba mashabiki wa Simba wanatamba sana. Yaani kwa hiyo wapate kapate medali? Hatutalala. Eh, wao waishi hapa hapa tu. Sawa, nashukuru sana. Ah, asante sana. Bora shabiki wa kikosi cha Dar es Salaam Africans tunakuambia kwamba wao yeye kombe anampa Berkane sio tena Simba na yeye hana salamu za kuwatakia Simba mchezo mwema ule wa marejiano ambao tapigwa kule Afrika ya Kusini. Mimi ni Pascal Ndambo, endelea kuifuatilia, hii ni Manara TV.